Dawa mambo vipi? Natumai mwa zima wa afya bwana. Leo nimekuja na swala hili hapa, wale wenye memory card na viflash vyenye, uh, write protection na silo, nimekuja na hii suru ila hii video itakuja mbili, kuna basic na kuna advance. Kwa hiyo zote mzisubiri, yani muisubiri advance, kwa sababu basic ndio hii, tuna moja kwa moja itusichoshane Ukihitaji kutoa write protection kwenye flash au memory card, fata hatua hizi hizi. Hatua mtazoenda kuzielekeza hapa, inabidi mzifate kwa umakini zaidi. Kwanza utaanza kubonyeza window key plus r, itakuja kama hivyo. Hapo utaandika CMD, utaipa hivyo Itafunguka. Baada ya kufunguka eneo hili ile hapo, kanako stika akana potea kana rudi, utaandika disk na disk party pat, bonyeza enter, itakuta kidialog kwenye screen yako, ikape yes. Atakufungulia kitu kama hichi. Basi sasa, akishakufungulia hichi kidude ki hichi CMD ki kingine ki cha hiyo program ya, ya diskpart. Sasa hapa ndo utaenda kuandika list, disk ukiandika list, disk. Okay, utabonye Zile list za diski yako hata kama kakiwemo ka flash kataonekana hapo. Kwa hiyo hapa mimi sijaweka flash yoyote, ila nina add disk yangu tu ambayo ni moja flash, one, zero. Kwa hiyo kama ikiwa umeweka flash itaonyesha hii disk 1, hii disk 0 itakuja kuonyesha hapa disk 1. Kwa hiyo disk 1 ndio itakuwa labda maybe flash yako, au kwa hiyo cha msingi wewe kalili hichi kitu utaangalia flash yako ni jibi ngapi, kama labda ni 62 70 ngapi, sijui mia na ngapi, sijui 1000 na kitu, kama flash yako ulioweka au memory yako ni jibi ngapi. Kwa kama ukikuta ni jibi 15, utaikuta hapa ni hapa, kwa chini yake kwa namba diski 0 sijui nini, kwa chini yake hapo, ndio itakuwa namba moja. Kwa hiyo utaangalia details zake zitatokea hapo. Kwa hiyo hiyo ndio utajua namba ngapi kwa hiyo ili kuiselekti kuitorea kui hiyo write protection kwa hiyo itabidi uiselekti kuiselekti unaiselekti vipi utaandika select select selekti after then utahitaja hiyo diski namba ngapi utasema ni diski maybe labda diski namba moja ndio sikuenafata iselekti diski namba moja kwa hiyo mimi hapa sina namba moja na namba zero, disk namba si disk zero, si ndo hiyo. Kwa hiyo kiipa enter, itakuwa imeselektiwa, disk zero is now selected disk. Sawa, alafu sasa, baada ya kufika hapo, ikishaselektiwa hivyo, kwa hiyo inaruhusu kwamba ufanye unachohitaji kufanya. Kwa hiyo hapo ndo utaandika hizi kodi, kwa utaandika hizo kodi hizo Attributes, Disk, clear, clear, read only. Sawa kwao, baada ya kuna nini utaipa, utabonyeza enter. Baada ya kubonyeza enter, yenyewe itafanya process, itamaliza basi, ndio utakuwa umeitoa staili hiyo. Asanteni kwa kunisikiliza. Ila u, kama tutokea shida yoyote usijali, video itayofuata tutawaelekeza jinsi ya kuitoa sasa ki advance, ila japo itakuwa na kigumu kidogo, lakini ni rahisi tu. Kwa hiyo karibuni sana, endeleeni kukaa kwenye karibia na hii channel, tuendelee kujifunza mambo mbalimbali mbali mbali, kwa kupitia CMD na kutatua matatizo mbalimbali mbali, ndani ya kompyuta ndani yeah, na ndani ya system asante, karibuni sana.